Nne na la mwisho kwa wanawake, kila mwanaume ameumbwa na Mungu, ameumbwa na Mungu, ana kiu ya tendo la ndoa. Wakristo tuseme amen. Hapo ndipo wana wa Mungu wanazaa, kuingia chini ya meza. Naomba niwaambie ukweli, wanaume wana kiu ya tendo la ndoa. Ukiona anasema amechoka, hataki, hawezi, anaumwa, kuna tatizo. Kuna tatizo, matatizo yafuatayo yanaweza yakawa: mmoja, ana sehemu kashachokea huko, unanielewa? Kuna, kuna sehemu kashachoshwa. Bwana asifiwe. Mbili, intimacy na wewe, ukaribu na wewe, akihisi umekufa kwa sababu ya kuna vitu hapendi kwako na kimojawapo kikubwa maneno. Hakuna kitu kinakata intimacy na ukaribu wa sex kwa mwanaume kwa mwanamke kama mdomo mdomo, baba moja Mauki, kuna watu wameoa wanawake, mimi nimeoa cherehani, ama anaongea huyu. Lakini jambo la tatu ambalo linawezekana likawa ni ch limefanya changamoto hiyo, ni stress ya hali ya juu ya huyo mwanamume, stress, mawazo. Kwa hiyo mwanaume ameumbwa ana kiu ya tendo la ndoa. Naomba niwaambie watu wa Mungu mlioko hapa wana AIC, na wengine mlioko hapa, mwanaume anahitaji sex, hataki sex. Naomba tuweke matofauti lugha. A man does not want sex, he need sex. Need maana yake nini? Ni kama gari, gari linataka Kini mafuta linahitaji, sababu so huwezi kwenda. Linaweza likaishiwa maji, ukasema nitaweka mbele hapo kwenye rejeta, ila mafuta likiisha, utasema utaweka mbele? Unapaki. Mume anahitaji sex. Usijisifie eh, mimi wa kwangu Mungu amenipa neema kwa mwezi mara hii, na ana furaha huyo. Kuna tatizo kubwa, nakwambia ukweli, kuna tatizo kubwa, kuna tatizo kubwa. Mwanaume Mwanaume anataka sex. Sasa na ngoja nikufundishe biolojia. Mwanamke akirizika kwenye tendo la ndoa, akiejaculate kwenye tendo la ndoa, akifika kileleni, ana uwezo hata mwezi. Hana shida. Ana uwezo. Mwanaume anavyoejaculate ndio kama kisu cha buchani. Unafahamu kisu cha buchani kilivyo? Kinavyonolewa ndio kinataka kukata nyama zaidi. Kisu cha buchani. Mwanaume ndio yuko hivyo. Usio kasema eti ninamkuchukulia likizo, nitakupa hadi ukome, utakoma wewe. Wengine huko wapendwa, hatuongelei haya mambo, hayafundishwi alafu mwisho wa siku tunakaa kwenye familia ambazo tunazaa watoto wanatuona, lakini we are not sexually satisfied. Kwa mama wengi sana wapendwa, wako kanisani, kiukweli hawako sexually satisfied. Mwambie mama, vipi sasa mimi namtazama Yesu aliyoko mbinguni. Tafakari yaliyoko juu na ya chini, mwachia nani? Ndiyo, nyumba nyingi za Kikristo intimacy. Hata ukienda kwenye nyumba nyingi za Kikristo hazina intimacy. Ukuti mume amembusu au amekaa kochi moja na mke wake, hukuti wamekaa huku na kule, kama mtu na baba mwenye nyumba hawana, hawana intimacy, hukuti hata siku moja. Naomba niwaambie ukweli, watoto wengi wa familia za Wakristo hawatamani ndoa kwa sababu hawajaona kitu chote kwa baba na mama wapo tu wameona baba na mama mtumikia Mungu na mtumikia Mungu, lakini baba na mama hawajawa modo, hawajawa modo. Ngoja nikwambie, mimi ni mtu wa saikolojia. Watoto wanajifunza kwa asilimia thelathini tu kwa wanayoyasikia, kwa asilimia sabini kwa wanayoyaona. Kuna mtu ananielewa? Kwa nini yule binti yetu amesema hivi? Anaona mchungaji kama ulivyosema unaishi hivyo. Na mimi ndio polisi yangu kwenye maisha, uwa na holiday mbili mwezi wa nane mpaka wa kumi na moja, na natafuta holiday hapo. Ule mke wangu ndani au nje nchi kumi na mbili mimi na familia na watoto wetu, wanajua kabisa kwamba hamtuingilii kwa chochote, kwa sababu mlitukuta. Kuna mtu ananielewa? Kuna zile familia penzi limeshaisha alafu mnabaki penzi kwa watoto. Nenda Instagram, utasikia, yani, my world my everything. Mtoto hawezi kuwa your everything. Your husband or your wife is your everything. Mtoto hawezi kuchukua nafasi, na wengi tumewaingiza watoto wetu katikati, alafu wamekula nafasi ya mke na mume. Mwisho wa siku, na mara nyingine tunawaambia sa watoto wetu, kwamba ni mngekuwa sio nyie hapa nyie tu kwamba ni, mngekuwa, sio hmm, mngeshaondoka, mmeshika indoa. Naambia kwa watoto wangu nyie mmetukuta na mtatuwacha. Kuna mmoja alikuwa amebaki hapo nyumbani, nikasema wewe utaenda boarding marapema yani, hii mwaka huu ameenda boarding, kalipa ada ya mwaka, yaani aende sasa hivi nibaki na mke wangu na mdada wa kazi. Tunaishi kama nani? Nakumbuka maisha wakati tukiwa tumeoana, tulikuwa nguo za kuvaa tunaning'iniza kwenye msumari pale mlangoni, mtu akigonga ndo tunavaa. <laughs> Halo. Na bado mbinguni tunakwenda, Bwana asifiwe Wanandoa wengi tulivyoana mwanzo mwanzo, ni mahaba machanga, tunalala night dress. Night dress mama kwa nani? Night dress unafahamu maana ya night dress? Kwanza night dress sifa yake lazima iwe tetron in, inateleza, ili ukiishika hivi mkono unatumbukia paka ambako hujapanga. Ndio maana ya night dress. Miaka mitatu minne, nimepata watoto wawili watatu, nalala kitandani na nini, tisheti lake limeandikwa sikukuu ya mavuno ya si cha ng'ombe. anapandalo kitandani sana kukumbusha wewe mavuno? au au ndio kipindi hicho unalala na night dress fupi, mama figa hiyo, unalala baba anaangalia namna hiye, anashukuru leo wetu Samia mitano <laughs> ndio unalala usiku, shindwa katika jina la Yesu, kampeni za nini kitandani? Bwana sifiwe. Wamama wengine wananiambia Siwezi tena kulala na na night dress, Mauki umbo night dresses ziko small XL, XXXL. Nenda kaongeza hata X zako wewe mwenyewe ikutoshe, lakini sisi wanaume tunataka kuona. Bwana asifiwe. Sisi wanaume wote ni kama Tomaso, unamwambia Yesu, najua umefufuka, lakini siamini, nipe mbavu nione. Na sisi ndio hivyo tunataka kuona. Sasa wewe unani unalala. Bwana asifiwe. Wale wa mama mnaolala kwa lile andiko la kama vile kuna vita, mfahamu kabisa sisi wanaume andiko letu ni lile linalosema, iweni tayari wakati unaofaa. <laughs> Sisi hilo ndio andiko letu. Kwa hiyo msiende kitandani mkiwa. Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa?